Kinachoendelea vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rusia yaonya kuhusu kuongezeka hatari iwapo Marekani itatuma Ukraine makombora ya Tomahawk. Rusia imesema kuwa jeshi lake linachunguza iwapo Marekani itaikabidhi Ukraine makombora ya meli ya Tomahawk au kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi dhidi yake, hatua ambayo maafisa wa Rusia wanasema inaweza kusababisha mzozo mkubwa. JD Vance, makamu wa rais wa Marekani alisema siku ya Jumapili kwamba Washington inapitia ombi la Ukraine kwa ajili ya kupatiwa makombora ya Tomahawk. Rais Donald Trump hadi sasa bado hajachukua uamuzi wa mwisho na amekuwa akitiwa wasiwasi na kushtadi mzozo wa Ukraine na kutumbukia katika makabiliano ya moja kwa moja na Rasia. Rasia Jumatatu ya wiki hii ilisema kuwa jeshi lake linachunguza iwapo Marekani itaitumia Ukraine makombora ya Tomahawk au kwa lengo la kutekeleza mashambulizi katika ardhi ya Rusia. Rais Vladimir Putin wa Russia aliwahi kusema huko nyuma kuwa Russia ina haki ya kushambulia taasisi za kijeshi katika nchi ambazo zinazoiruhusu Ukraine kutumia makombora yao kuipiga Russia. Andrei Katapolov, mkuu wa kamati ya ulinzi katika bunge la Russia amesema wataalamu wowote wa kijeshi wa Marekani waliisaidia Ukraine kurusha makombora Tomahawk dhidi ya Russia watakuwa shabaha ya Moscow. Hakuna mtu atakayewalinda. Si Trump, si Kellogg, wala mtu mwingine yeyote, amesema mkuu wa kamati ya ulinzi katika bunge la Rusia. Keith Kellogg, mjumbe maalum wa Marekani nchini Ukraine, amesema kuwa Trump ameeleza kuwa Kyiv inapaswa sasa kuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya Rusia. Vilevile, mpango wa Umoja wa Ulaya wa kutenga mkopo wa fidia kwa Ukraini kwa kutumia mali ya Urusi iliyogandishwa ugandishi wa barani Ulaya wanaweza kuporomoka kutokana na kutofautiana, tovuti ya Euroactiv inaripoti. Mpango wa tume ya Ulaya sasa unachukuliwa na wahusika kadhaa wakuu wa kisiasa wa Ulaya kama suluhisho la marekebisho ambalo linaweza hatimaye kuwa tatizo kubwa jipya, kulingana na ripoti hiyo. Ubelgiji, ambapo mara nyingi au mali nyingi za Urusi zimehifadhiwa, imepinga mara kwa mara hatua hii, ikihofia itadhoofisha imani ya wawekezaji katika eneo la Ulaya. Waraka wa EC uliowasilishwa kwa nchi wanachama kabla ya pendekezo rasmi la mali kwa ajili ya majadiliano ulishindwa kuondoa kabisa wasiwasi wa mamlaka ya Ubelgiji. Kulingana na vyanzo vya Euroactive, pendekezo la Brussels na namna ya uwasilishaji wake pia limesababisha ukosoaji wa benki kuu ya Ulaya, uchapishaji huo ulisema. Kulingana na mtu anayefahamu mazungumzo haya ya faragha, rais wa ECB Christine alichanganyikiwa sana na kutoweza kwa tume kutoa wasilisho lolote la maandishi la mpango wake kabla ya mkutano wa mawaziri wa fedha wa umoja wa Ulaya mjini Copenhagen mapema mwezi huu, ambapo ulilenga kujadili matumizi ya mali ya Urusi kwa mahitaji ya Ukraine. Rodin Miroshnik, mjumbe wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa serikali ya Kivu, amesema kwamba Ukraini inataka kukuza hali ya wasi wasiwasi zaidi barani Ulaya ili wanachama wa EU wakubali kufadhili Kivu kuendeleza mzozo. Anasema lengo la Kivu pamoja na urasimu wa Ulaya ambao wameidhinisha mbinu hii ni kuunda hali ya wasi wasiwasi zaidi iwezekanavyo katika nchi za EU, ambayo itaathiri vyema hali ya wa wapiga kura na wabunge na kuwezesha ufadhili wa mwaka ujao kwa ajili ya kuendeleza umwagaji damu nchini Ukraine, alisema. Merashnik aliongeza kuwa Kivu imetangaza pesa kabambe zaidi ya dola bilioni 120 ambazo lazima zipatikane kwa kutenga pesa kutoka kwa ulinzi wa kijamii, maendeleo ya afya na maeneo mengine ya bajeti. Vyama vya kisiasa, wapiga kura na wabunge wa Ulaya wote wanapaswa kujibu vyema kwa hili, mwanadiplomasia huyo alibainisha. Alisema kuwa maafisa wa Ulaya tayari wapo kwenye mpango huo na watafanya kila linalowezekana kusaidia kuandaa hati za kupitisha na kutenga fedha za kuendeleza umwagaji damu katika eneo la Ukraine. Vile vilevile Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa kusuluhisha mzozo wa Ukraini kutaashiria mafanikio makubwa sana, anasema alipokuwa akihutubia kamandi kuu ya wanajeshi wa Marekani. Akitafakari juu ya uwezekano wa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel, Trump alidai kwamba haitamani yeye mwenyewe, bali anataka nchi ipate. Anasema, tuna takriban kila mtu, tuna saini moja tunayohitaji, na saini hiyo italipa kuzimu. Ikiwa watatia saini, natumaye watatia saini kwa manufaa yao na kuunda kitu kizuri sana, Trump alisema wakati wa mkutano na majenerali wa Marekani ambao uliandaliwa na katibu wa jeshi la Marekani Peter Hegseth. Hafla hiyo ilifanyika kwenye kituo cha jeshi la wanamaji la wa Marekani huko Virginia. Kufanya nane kati ya hizo migogoro ni kwa heshima kama hiyo, na kisha tuna rais wa Urusi Vladimir Putin na Zelensky, Trump aliendelea. Wakati huo huo, alisisitiza tathmini yake kwamba mgogoro wa Ukraine haupaswi hata kuanza vile vile. Wawakilishi wa Marekani ikiwa ni pamoja na wakati wa mkutano kati ya wa waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pembezoni mwa baraza kuu la Umoja Mataifa, wamesisitiza haja ya kusuluhishwa kwa amani kwa mzozo wa Ukraine na kwamba sababu zake za msingi lazima zizingatiwe. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zaharova anasema, akitoa maoni yake kuhusu matamshi ya mjumbe maalum wa Marekani kwa Ukraine kwamba kelo hafanyi mashambulizi kwa Kiev katika Ukraine tunaelewa kwamba yuko chini ya rais wa Marekani ambaye amezungumza kuunga mkono azimio la amani kwa hali ya Ukrain, alisema akisisitiza kwamba wasaidizi wanapaswa kufuata mkondo huu. Ujumbe wa waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ulifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marko Rubio huko New York, kando ya kikao cha 80 cha Umoja Mataifa, ukizingatia mkutano wa achurag. Pande zote zilithibitisha ulazima wa kutafuta suluhu la amani, na pia walizungumza kuhusu haja ya kuelewa sababu za mzozo huo. Mwanadiplomasia huyo aliongeza ni kwambia hivi hatujamaliza. Vile vile rasimu ya azimio inayopendekeza kuhamisha dola bilioni kumi kila mwezi kwa Ukraine kutoka kwenye mali iliyoganda ya Urusi imewasilishwa kwa seneti ya Marekani. Kulingana na habari iliyotumwa kwenye tovuti ya Seneti, azimio hilo linatoa wito kwa tawi la mtendaji na viongozi wa G7 na umoja wa Ulaya kukamata mali huru ya shirikisho la Urusi chini ya mamlaka ya wanachama wa G7 na kutoa mali kama hiyo kwa Ukraine kwa kiwango cha cha si chini ya dola bilioni kumi za Marekani kwa mwezi. Azimio hilo liliidhinishwa na Seneta wa Marekani John Kennedy na limeungwa mkono na Richard kutoka chama cha Democratic, Lindsey Graham wa Republican na viongozi wengine. Maandishi ya hati bado hayajawekwa wazi. Mswada huo umepelekwa kwa kamati ya Seneti ya meusani ya kigeni ili kuzingatiwa. Timu ya mashambulizi ya Urusi inaendelea kusonga mbele katika pande kadhaa karibu na Krasnomeisk kwenye eneo la Donetsk. Mkuu wa DPR a jamhuri ya watu Donetsk, Denis Pushlin anasema wakati wa matangazo moja kwa moja kwenye kituo cha televishen cha Rosia 24 siku ya Jumanne: katika mwelekeo wa Krasnomeisk tunaona vitengo vyetu vikiendelea katika mwelekeo kadhaa. Vikosi vya Urusi pia vinapanua eneo hili lililo chini ya udhibiti wao kwenye eneo la Dobropol, kinyume na madai ya amri jeshi la Ukraine. Adui amedai katika nafasi ya habari kwamba amefuta na kuondoa uvimbe wa dobropol mara kadhaa. Hii si kweli, wapiganaji wetu wanaendelea kushikilia misimamo yao na kupanua eneo chini ya udhibiti wao, Pushilin alisema. Wanajeshi wa Ukrain wamejaribu bila mafanikio kuondoka kwenye nafasi zao karibu na hifadhi ya Kleban na wameangamizwa na vikosi vya Urusi, mkuu wa DPR alisema. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomesha mashambulizi matatu ya jeshi la Ukraine karibu na makazi ya Konstantinovka, Kondratovka na Alekseyevka katika mkoa wa Sumi na kuharibu kikosi cha adui. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema pia adui alipoteza zaidi ya asilimia hamsini ya wafanyakazi wa makundi yake ya mashambulizi kutokana na mashambulizi yake yasiyofanikiwa karibu na Kondratovka na Alekseyevka. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii mbili kwenye eneo la Donetsk katika muda wa saa ishirini na nne zilizopita. Katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Vikosi vya mapigano vya magharibi vilikomboa makazi ya Kirovsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk kama matokeo ya operesheni madhubuti. Vikosi vya vita vya kusini vilikomboa makazi ya Seversk katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operesheni kali, Wizara ilisema kwenye taarifa. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi elfu moja na mia sita katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 180 na gari la kivita katika eneo la uwajibikaji la Battle Group North la Russia, zaidi ya wanajeshi 250 na magari mawili ya kivita katika eneo la uwajibikaji la Battle Group West na takriban wanajeshi 245 magari matatu ya kivita kwenye eneo la uwajibikaji la Battle Group South. Vile vilevile kwenye uwanja wa kivita zaidi ya wanajeshi ishirini wa jeshi la Ukraine wakiwemo maafisa wameangamizwa katika shambulio la kombora la Urusi huko Volchansk katika mkoa wa Kharkov. Chanzo cha duru za ulinzi za Urusi kinasema idara serikali ya serikali ya jamhuri ya watu Donetsk, ambayo inarekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine, haikurekodi mashambulizi yoyote ya Ukraine kwenye maeneo ya makazi katika siku iliyopita. Hakuna shambulio lolote la vikosi vya jeshi la Ukraine lililorekodiwa, idara hiyo ilisema. Kulingana na ripoti za awali, raia walipata majeraha huko Kurakovo baada ya kukanyaga mgodi wa Lepestok wa kuzuia wanajeshi. Hakuna mashambulizi ya makombora ya Ukraini yaliyorekodiwa katika siku mbili zilizopita. Shukran kwa baba kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, the Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.